Hebu na tuombe. Baba yetu mwema na Mungu wetu, ndugu yetu mkuu, rafiki yetu mpendwa, hakika ni kwa neema yako tu umetuamsha tena katika siku ya leo ya maandalio. Tunaomba ikawe nyepesi kwetu tukakusanye mana mara mbili takayotufaa hata katika siku ya kesho. Bariki walio katika vitanda vyao taabani, wasafirio na watoto wako bila kusahau taifa letu teule. Neema yako Bwana isitupungukie. Sasa tunapotaka kujifunza neno letu, fungua bongo zetu kwa kwa kwa fahamu ya ya neno lako, ituwezesha kwa njia ya roho yako Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Asubuhi njema hii ya leo, ni kualike tena kwa namna ya pekee katika mwendelezo wa mada yetu tuliyokuwa nayo au tunayoenda nayo. Kesho kwa neema ya Bwana tutakuwa tukimalizia mada hii iliyokwenda kwa jina la somo mada kuu ilikuwa ikiongelea na kupenda, I love you. Sasa leo tuna mada ndogo tena nyingine inayopereka karibia na hitimisho kitabu chetu fungu letu lilikuwa ni aha, Warumi sura ya kumi na mbili na ule mstari wa tisa na wa kumi pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lilo ovu mkiambatana na lililo jema. Mstari wa kumi: kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima na mkitangulizana we, mkitanguliza wenzenu. Leo wana na binti za Mungu, tutaangalia kipengele somo la kifungu la kumi: kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi. Sasa leo mada yetu ndogo ina kichwa cha somo kinachosema pendo la udugu, pendo la udugu Upendo, upendo la udugu kwa Kiunani ndiyo Philadelphia. Philadelphia upendo wa Philadelphia au fileo, huu ni upendo ambao maandiko ya awali, lugha ya Yunani inatupatia wazo kwamba ni upendo wa kindugu, brotherly love, ni upendo wa kindugu, yaani huyu ndio brotherhood na sisterhood. Sasa upendo huu Paulo anatuangazia kwamba tupendane sisi kwa sisi, sisi kama ndugu. Nimechukulia mfano wa kitu fulani kutoka katika wenzetu madaktari hapa. Philadelphia inaongelea mahusiano ya kifamilia family ties. Nikachukulia kuna kitu fulani hapa kinaitwa DNA pasta Biene eh, eh? deoxyribonucleic acid kirefu cha DNA. Hivi ni vitu kama molecules ambazo zinabeba eh, zinabeba genetic zinasaba genetic code, eh, molecules that carry genetic code. Hivi vitu inataka tulitumie mfano huu kuonyesha uhusiano wa kindugu family ties. Anasema kazi kubwa ya DNA ni kudevelop develop, kuendeleza, functioning and the reproduction, kuendeleza eh, kukuendeleza kufanya kazi pamoja, au na kuzalisha. Ni vitu vitatu muhimu. Kila kiumbe kinacho kila kiumbe living things chochote, kila kiumbe unachokifahamu kina vinasaba vyake DNA, ambayo kazi yake kubwa ni kuendeleza, kusaidia katika functioning na kuongezeka. Sasa mimi ni mchungaji, sio daktari. Nitoke huko niende kwenye ishu upendo wa kidugu katika uga wa familia. Wapendwa, kama kuna kitu shetani hakipendi ni familia, na kama kuna kitu Yesu anatamani kisimame ni familia. Familia yangu ikisimama na ya kwako ikasimama, kanisa limesimama, kijiji kimesimama, ukoo umesimama, familia, nchi imesimama, dunia imesimama. Akiwepo mpuzi mmoja tu kwenye familia na akapata mamlaka, akapata nafasi, kama hana, ha, hakusimama vizuri, basi kwa mfano mtoto mmoja akipinda ndani ya familia, familia inaugua yote. Mama akipinda kwenye familia, familia inaomboleza yote, kadhalika baba. Hata kwenye ukoo ama kwenye kijiji kiwepo familia moja inaishi sawa sawa ni changamoto. Hata kwenye taifa kama kuna mmoja amepinda, taifa lote linayumba na dunia nzima. Hata kama kuna mmoja kwenye dunia na akakaa mahali mambo yanaenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo family issue hapa. Naomba tuende katika maandiko, na leo ni mniruhusu tu watu wa Mungu, kuelezea hii frezi hii ya upendo wa kidugu kwa kutumia mifano kadha wa kadha katika maandiko, kutokea agano la kale mpaka agano jipya. Tuanze na familia ya mbinguni. Ufunuo sura ya kumi na mbili aya ya saba tunaona vita inatokea nyumbani juu, mbinguni. Biblia inatumia neno la pekee sana. Ufunuo kumi na mbili saba. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Tunaanzia familia, nimetoa mfano wa dna familia, hapa tunaanzia kule mbinguni. Biblia inasema familia ya Mungu, alikuwepo Mikaeli malaika mkuu, lakini alikuwepo mwanafamilia mwingine, yeye alikuwa ni mwangazaji Lucifer the, Lucifer the light bearer. Huyu shida yake na tofauti hawa wanafamilia ni moja. Yesu, ambaye ni mwana wa Mungu, sura ya Mungu halisi, yeye anaingia kwenye vita na Lucifer, na vita hii iko kwa nini? Ndani ya Yesu, Yesu ana upendo wa agape, upendo ule wa kimbingu. Yesu ana upendo wa filia kwa ndugu yake lakini Lusifa, mwana wa Mungu, changamoto inatokea kwake. Ezekieli sura ya ishirini na nane aya ya kumi na sita na kumi na saba moyo wake ukainuka akataka, moyo wake ukainuka, uzuri wake ukamletea changamoto. Kwa lugha nyingine ni nini? Paulo katikati ya wiki hapa alikisema ya kwamba ili tuwe na upendo wa kweli, sio wa kinafiki Lusifa hakuwa na upendo wa kweli kwa Kristo, alionyesha kiburi, alijisifu kwa uzuri wake, alijiinua na hatima yake akaanguka. Maneno yanayotumika hapo kwake devo, sifa anayopewa Satan au devo, ndio ile neno liyokwambia la Kiunani hapo katikati, ndiyo harmatia, ndiyo dhambi hiyo, na ndiyo poneron, ndiyo ivo. Yeye ndani yake haukuonekana upendo wa dhati, ilionekana poneron, ilionekana harmatia ndani yake kiburi na namna hiyo, hivi vitu vikapelekea anguko lake. Maana yake ni nini? Lusifa alikuwa mnafiki, nafasi yake haikuonekana mbinguni. Somo la kwanza hapo kutoka huko mbinguni, wapendwa, kwenye familia tuna changamoto ya vita. Mama, jiepushe kuingia vita na mme wako, ajiepushe kuingia vita na mgogoro na mtu yoyote, jiepushe na vita za namna yoyote, vita za madaraka Usigombanie madaraka acha madaraka ya kufate usiyatafute. Hiyo ilikuwa sababu ya kwanza, na nakuonyesha vita kubwa ndani ya familia. Yesu anasema wepo upendo wa kindugu. Jambo la pili pili, naomba nichukue mfano wa pili katika familia ya hapa duniani, familia ya mzee Adamu walikuwa na vijana wawili Abel na Kaini. Hawa ni wana wa Adamu, naweza ukasoma Mwanzo sura ile ya nne aya ya kwanza kuendelea kumi na sita mmoja akiwa ni mchungaji shepherd, mwingine akiwa ni mkulima huyu. Waligombana kwenye jambo gani? Kwenye upendo. Nilikwambia kule Mwanzo, upendo wa kidugu uwepo, na nilikwambia upendo una, una, una, una, una sehemu ya sadaka, kujitoa kujitoa kafara kwa ajili ya kitu kingine. Mungu alipima upendo wa familia hii. Mungu alitaka atolewe sadaka iliyo safi, upendo kwa Mungu, kuonyesha upendo wetu kwa Mungu. Nini kilitokea? Abeli alionyesha upendo wa dhati kwa kuchagua kizuri. Kaini akafanya ndivyo sivyo. Mnafahamu somo la pili hapa, kinachoharibu familia zetu kinachoondoa upendo wa kidugu jambo la kwanza, Biblia inataja wazi katika kisa hiki jealous, wivu na hasira vinavyopelekea mauaji. Na haya uki, ukikosa upendo wa kidugu ndugu yangu, wivu utakuotea Uta, utam, utam, uta, utaona wivu kwa ndugu yako, kiatu alichovaa, jinsi anavyoimba, jinsi anavyotuza fangu, wivu na hasira, na matokeo yake utakuwa muuaji, na ukiyapata hayo Mungu atakulaani kama alivyo mlani Kaini na kuweka alama usoni mwake. Pointi ya kujifunza hapa ni moja wapendwa, tuwe na upendo wa kidugu ule ambao ni sincere love. upendo wa kidugu Philadelphia kumpenda ndugu yako, maana ana vinasaba vyako, Upendo kwa Mungu na wenzetu. Jambo la tatu, sehemu ya tatu, upendo wa kidugu. Na upendo wa kidugu, hizi ni baadhi ya changamoto tulizo nazo, na Mungu akusaidie uone namna ya kuweza kuenda katika amri hii, kwa sababu anachokisema Paulo na upendo wa kidugu hii ni amri, sio sio, it's, it's obligatory. Hii ni mandatory, lazima tuishi mule kama tunataka kwenda. Jambo la tatu, angalia familia hii ya Esau, familia ya, ya, ya, ya mzee eh, eh, Isaka, Isaka na, na, na Rebeka. Familia hii Esau na Yakobo, hawa ni mapacha. Mwanzo 25 mstari wa 29 hadi 34, hawa ni mapacha, lakini wanapata moja akiwa ni mwindaji anta mwingine ni homeboy, ni kijana wa nyumbani. Huyu huyu Esau, huyu Esau huyu, huyu, huyu, huyu, huyu, huyu, huyu, huyu, Yakobo ni mtoto wa nyumbani. Tatizo linakuja wapi tatizo linakuja kwenye njaa. Angalia njaa yako isikugombanishe na watu. Njaa, Esau anarudi nyumbani akiwa na njaa, anapewa dengu na baada ya dengu kinachofuata nini? Anauza uzaliwa wake wa kwanza, anakosa mibaraka yake. Mama Rebeka anashirikiana na mtoto wake Yakobo kumdanganya ndugu yao wazazi. Kuna kitu hapa e kushiriki tatizo la kuwabagua watoto na kuleta changamoto kwa familia. Deception, udanganyifu, utakutenga na ndugu zako, utaleta uhasama na utakosa baraka. Ni vitu ambavyo Paulo anavionya kwamba upendo wa kidugu uwepo. Kama tunapendana kama ndugu, madanganyo yawekwe kando. Mfano wa nne, jambo la nne: familia ya Yusufu na ndugu zake, familia ya Yusufu na ndugu zake, familia hii, Mwanzo ile sura ya 37, tunaona changamoto nyingine ni upendeleo. Yaani, kinachoua upendo wa kindugu ni upendeleo, favoritism, pale ambapo mzazi anaweka chuki kwa watoto wake wazazi. Yusufu alipendelewa sana, jambo lilopelekea wivu kwa ndugu zake, na wivu huu ndugu zake ukawapelekea wakamsaliti, wakamuuza ndugu yao, wakamnenea mabaya, wakamtendea mabaya. E, embo, angalia, usiweze usiwapendelee watu. Wewe ni mtu wa Mungu, pima mizani sawasawa, sawa. Kwa nini umpendelee huyu? Sisi ni ndugu, vinasaba vyetu ni sawa. Wewe ni kaka yangu mimi, wewe ni dada yangu mimi. Na Biene jamani, ni mtu na kaka yake, mimi na Emanueli ni mtu na kaka yake mimi na madamu makule ni mtu na dada yake. Sisi ni ndugu katika Kristo, upendeleo usiwepo katika lolote. Watu wote ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo habari njema ni hii, kama unapitia magumu, ingawa Yusufu alipitia machungu magumu, haijalishi leo unateswa kazini, unapitia changamoto ngumu eh, unaona kama umesauliwa, aku, umeachwa sio kweli, haujaachwa Mungu anaweza akabadilisha machungu yako yakawa ni baraka kwako wewe, uwe na kitu alichokuwa nacho Yusufu. Mwanzo wa arobaini na tano Yusufu alikuwa na uwezo wa kuwasamehe. Aliwatambua ndugu zake, akalia sana, akawaambia njaa imewaleta, lakini mimi ndiye mliyeniuza kiongozi wenu hapa. Kamleteni baba. Sikiliza, magumu yanapita, magonjwa yanapita, usije ukapambana na wanadamu, vita si vya kwako wewe wasamehe na Mungu atakubariki. Jambo la tano, mfano wa tano, lastresheni ya tano asubuhi ya leo. E, o, e, asante sana Pasta Biana, nimeiona hiyo kuitamka mpaka uwe umeenda shule. David na ndugu zake, familia ya David na, na Jonathan Samueli wa kwanza sura ya kumi na nane msare wa kwanza kuendelea. Hapa ndio tunapata upendo wa kweli wa true philadelphia, upendo wa kidugu tunaupata katika mahusiano aliyokuwa nayo Daudi na Jonathan. Unaweza kaangalia mfano ule kwa muda wako. Jonathan alikuwa inabidi aende kwenye kiti akatawale, lakini aliona Daudi anafaa kuliko yeye. Ndio Paulo anasema watangulizeni we. Yani, ukitaka ufaulu katika maisha haya wewe kuwa mtumwa kuwa ukitaka kuwa mkubwa kuwa mtumwa, alafu watangulize wengine, waombee watu mema. E, Jonathan anasema Daudi, wewe wastahili kukaa pale. Jonathan alikuwa na upendo wa kweli usiokuwa na kinafiki, na upendo huu alimsaidia Daudi dhidi ya baba yake. Ndio upendo Kristo anataka tuwe nao. Napoelekea mwisho, hebu twende katika familia kubwa ya Wakristo, familia kubwa ya sisi wa, tunaomwamini tunaojiita wana na binti za Mungu. Hebu tuangalie, Yesu alisema adui wa mtu ni wa nyumbani kwao. Mama White akasema katika kitabu cha Desire of Ages, class of Desire of Ages, samahani, ninaweza kashindwa ku cite exactly page, lakini mama White anasema tuogope ndani kuliko nje. Adui wa mchunga, anaweza akamwangusha mchungaji ni mchungaji mwenzake, anaweza akamwangusha daktari kirahisi ni daktari mwenzake, professional anaweza akamwangusha professional mwenzake mwanaume anaweza akamlagai mwanaume mwenzake mwanaume anaweza akalagaiwa na mwanamke mwanamke anaweza akalagaiwa na mwanaume vile vile jirani na jirani udugu wetu wapendwa tunapewa amri mpya naomba nikusomee katika biblia kitabu kile cha yohana kumi na tatu yohana injili kumi na tatu aya ile ya thelathini na nne yohana injili eh, kumi na tatu thelathini na nne hivi amri mpya nawapa mpendane, kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Is a new commandment. Mungu anatutaka tupendane, Pasta. Hata adui ndio tena, adui mpende na kumwombea, na ikiwezekana mpatie na chakula ale, maana wengine wanafanya uadui na wewe kwa sababu ya njaa, wengine wanafanya uadui na wewe kwa sababu ya wivu. Adui yako mpendee, mpende kwa sababu adui wako mkubwa wa leo anaweza akawa rafiki wako mkubwa wa kesho na kadhalika, the vice versa is true. Wapende adui zako, hayo Yesu aliyasema, Mathayo sura ile ya tano aya ile ya 44, Mathayo nne, Mathayo tano aya ya 44 ne. neno la Mungu linasema hivi, lakini mimi nawaambieni, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi mtu wa Mungu kiishi katika kodi hizi, wale wanaokuudhi waombee alafu vi mengine umwachie Bwana. Mwisho kabisa, Mungu ama Yesu Kristo ni kaka yetu mkubwa. Hebu tuangalie upendo huu ambao Mungu alitufanyia sisi, Ebrania sura ya pili aya ya kumi na moja Ebrania wa pili aya ya kumi na moja Kwa maana yeye atakasaye E? Na hawa wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Okay. Kwa ajili hii hayo, haoni haya kuwaita ndugu zake. Asante sana, aoni haya Mungu aoni haya kutuita ndugu zake. Yaani hata Rahabu aliyekuwa aliyekuwa mzinzi aliyeshindikana professional prostitute. alikuwa ndugu wa Yesu, hata yule aliyejaa mapepo alikuwa ndugu wa Yesu. Aoni haya kuita sisi ndugu zetu Asubuhi ya leo ndugu zangu katika Kristo, tuwe na upendo wa Filadelfia, upendo wa kidugu. Sisi ni wamoja. Bwana wetu atubariki. Baba, asubuhi ya leo tumejua na kukumbushwa kwamba sisi ni ndugu, haijalishi wengine ni weusi, wengine ni weupe, wengine ni warefu, wengine ni wafupi, wengine wamesoma, wengine hawajasoma, sisi ni ndugu. Katika wewe, tujalie tusioneane haya na tushinde vikwazo, katika jina la Yesu Kristo, amen.